Wakati dunia ikiwa imekaza macho na masikio huko Vatican kufuatia kifo cha Papa Francis, upande mwingine wa dunia watu aliokuwa akiwatakia amani juu yao na kuwaombea amani kila siku, watu wa Gaza wameendelea kuteketea kwa njaa. Gaza inaendelea kukumbwa na uhaba mkubwa wa chakula, takriban wiki sasa chakula hakijaweza kuingia Gaza, hali inayopelekea watoto wengi kukumbwa na utapiamlo na wengine kupoteza maisha. Kwa mujibu wa shirika la chakula duniani, WFP, kama hatua za haraka hazitochukuliwa kuruhusu chakula kuingia katika ukanda huo, basi hali itakuwa mbaya zaidi katika siku za usoni. Zaidi ya watu milioni mbili wako hatarini zaidi kuathirika na uhaba huo mkubwa wa chakula hasa wanawake na watoto. Jamii mbalimbali za kimataifa zimeendelea kuitaka serikali ya Israel kuendelea kuheshimu mikataba ya kimataifa na kuruhusu misaada ya kibinadamu kuingia Gaza ili kunusuru maisha ya mamia ya wakazi wa Gaza ambao kwa muda mrefu wamekuwa wahanga wa machafuko hayo. Mimi ni Ibrahim Charema SauTV.